Iza nasma muda wa kukubali ama kukataa. Kama yo ni binti yangu haupo, we mzee wewe, emsubiri nampa, uniache niondoke. Ntakuacha uondoke, ila kwanza taka ufahamu kwa nini mi nafanya kazi chini ya Neli. Sababu ipo binti yangu. We mzee chizi, eh? Ushaona mi ni mtoto mdogo? Hapana, nafahamu. Wee sio mtoto. Ni mtu mzima kabisa. Ila mimi na baba yako, unimfahamu wewe tumeanza kufahamiana miaka mingi nyuma. Aa, unataka kusema kwamba mama yangu alimsaliti baba yangu ndio nikapatikana mimi nikawa mtoto wako? Ipo hivyo. Najua ni ngumu kuamini lakini nabidi ukubali. Subiri we mzee, ni mshenzi, unajua? Mbona unashirikiana na Neli ambaye ndiyo sababu ya baba yangu mimi kufa, kama unafahamiana naye muda mrefu? Sababu ipo. Nasema mimi ni mwenyewe, sifanyi kazi kwa kupenda Neli ameishikia familia yangu, mke wangu na watoto wangu wawili, ambao weye ni ndugu zako. We mzee, wewe unataka kusema ndiyo? Hao ni ndugu zako wa damu, tena ni baba mmoja. Lengo langu, nataka unisaidie ama uwasaidie ndugu zako kuwatoa kwenye mikono ya Neli. Alafu unafanya kazi gani ikiwa umeshindwa kuwasaidia watoto wako mwenyewe? Mimi sina wa muda mrefu wa kuishi waanzilishi wa haya mambo yote, muda wote waweza kunipoteza. Ndio maana nataka ujue kama mimi ni baba yako na wao, unashikirwa na nini? Ndio ndugu zako halisi, unaweza kubaki na hapa duniani hao. <coughs> Ndo ndugu zako hapana. Siwezi kuamini kama wewe ni baba yangu. Nipo tayari kwenda kupewa DNA na wewe, hospitali yoyote unaijua wewe, ila nipe ahadi kuwa utawatoa ndugu zako kwenye mkono wa Neli. Mambo yanapokwama, ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana takuuliza mara moja. Ukijibu kama inavyotakiwa, basi itakuwa vyema kwetu sote. Nje ya hapo, nitaendelea kufungua suruali yako na kukata kinachotakiwa. Hey, mama, usijali. Nitakujibu kila kitu mama. Kila utakachoniuliza nitakujibu. Ila achana na ila zako. Swali la kwanza, kwa nini umefanya mmoja Mama Duchu? Oh, kumbe na maana wewe ni mpelelezi. Ulikuwa unanijua oh? Naona umesahau nilichosema. Unatakiwa kujibu na sio kuuliza. Tunaongea vizuri tu ulichoulizwa mi sihusiki na chochote yaani, nilipewa tu kazi ya kushusha ule mwili. Nani alikupa kazi? Neli, Neli. Kwa hiyo Neli na jina moja, namjua kwa jina hilo hilo tu na Neli. Ulilipwa? Sio, walinilazimisha kunilipa. Ukapokea? Nakwambia wamenilazimisha. Kwao nahisi mi nimefanya mauaji eh? Mi sihusiki na chochote. Mi mwenyewe hapa nipo katika wakati mgumu wa kujitoa katika hili janga, ili niendelee kuishi katika maisha yangu ya kawaida. Mimi ni konda tu na naipenda kazi yangu. Yaani mimi najikuta tu, mara anakuja huyu, anakuja huyu, mnanifanyia vitu vya ovyo. Basi kama mnataka kuniua, niueni, maana mimi hata siwaelewi. Mi nilikuwa tu ndani nashangamja ananiambia nichukue hela, mara sijui nini, mnanifanyia matatizo ambayo mnajua wenyewe. Niueni sasa. Una hasira sana basi sawa, hata mimi pia nina hasira kumaliza kazi yangu. Nachotaka kujua mawaja y mama Ducho, Edgar na mzee Shija yamefanyika vipi? Anmis usiki na sijui chochote, Neli ndo anajua kila kitu nachojua mimi tu, inabidi nimtafute bonge mama ili anipe msaada kutoka kwenye haya matatizo, kwa sababu baba yake nasema alisema nimtafute bonge mama, yeye ndo atakuwa anajua haya yote. Ah, ndio hivyo mzee mwenzangu, kijana hapa alinifuata akanieleza juu ya binti yako. Maana kwanza nilivyokuja, ulinieleza unahitaji kumuona kijana. Leo nimekuja naye kijana mwenyewe ndio huyo. Namfano anaitwa Mr. Magomba. <laughs> ni mtu mstaarabu na mwana msikitini anasali pale, ni mtu mtaratibu mpole, kwa hiyo anafaa kumua binti yangu. Karibu sana, asante sana baba. Asante baba. baba. Karibu mno. <laughs> Sasa kablamjaondoa natakiwa mpate kitu chochote kwa mila zetu desturi zetu, lazima mpate kidogo. Tafutai shukrani sana, mzee. Mama Salma bembe wangu mwambia Salma, mama Salma waletie juisi wageni. Sausinajua vijana ntakufahamiana sawa sawa, tena ni sheria kinyumbani Hivi ile bastola iliingiaje chumbani kwa mama yangu? Wewe ni nani na unajambili nini kuingia kwenye geto la duchu? <laughs> mama yako mzazi ananifahamu vizuri sana mimi ni nani, lakini kwa bahati mbaya amefariki. Laiti angekuwepo hapa, ili swali angelijibu yeye. Ila usijali, utanifahamu. afu unasimama ule msichana Neli waliji wanajuana vipi na mama yangu vipi? Kutunolea mapanga asubuhi, maana ujue siku hizi sikuelewi wewe. Mama, kama vile ambavyo wewe unielewi na mimi kuna mtu pia simwelewi vile vile. Au kweli mama alikuwa anashirikiana na majambazi? Wosta Zati, umefuata nini hapa? Naweza kukaa. Jibu kwanza swali, umefuata nini? Sawa, naweza kukujibu lakini nikiwa nimekaa. Pita ukae. Mbona uongee hizi Duchu hali yako kwanza. Hali yangu na kuhusu nini? Wewe ongea kilichokuleta. Kilichonileta hapa Duchu ni mapenzi yangu juu yako. Nimekuja kukujulia hali, mwanaume ni kupendaye. Unajua hata nyumbani pia kazi sifanyi, yaani sialeweki kwa sasa iyote tu, kwa sababu ya hisia zangu juu yako na kupenda. Duchu hacha kuota wewe, mimi mbona hata sikupendi, mbona unalazimishau Sikia, nina mambo mengi ya kufanya. Kwaheri, naondoka. Afu wewe usinitee mazoea, sitaki shobo, umesikia? Ulimwengu wa mapenzi unasema kuwa kofi la mpenzi aliumi, ila mimi naumia dutu tanipiga makofi mangapi? Jaribu kuwa na chembe ya huruma juu ya hisia zangu na kupenda duchu sawa. So, lakini acha niwaitu nyumbani, maana sijaaga, ila nakuomba usisahau Jumaa kwenda msikitini. Aliniaga kama ah, natoka. Hebu nisameeni mzee, mzee kwa sababu naona huu ni utu uzima tena. Sasa <laughs> mzee wangu, hayo mambo ya juisi tuachane nayo kwanza, sisi acha tuende, Mungu akipenda tutakumi na tujui sababu hapa ni nyumbani. Hamna tabu. Karibuni sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana, baba. Ndo hapo inapozaliwa la, na yakiwa magumu sana, ndo utawajua ambao wema hawana. Fumba fumbua, moyo unaungua, sio mapenzi tena. Bonge mama, sasa tunampataje? Sikia Makoti, mimi naamini huyu sio muuaji imanini ya muda tu inaweza kubadilika, kama tusiposaidiana kutatua hili tatizo sawa. So, basi nitoe hapa ili nikusaidia kumpata Neli. Hiyo ndo muuaji na anahusika na hayo yote hapana, simtaki Neli tu, nataka kujua mzizi wa hili tatizo. Lazima tuchimbe tujue haya yote yameanzia wapi Nitafanya namna polisi wa kufumbia macho Makoti, ila kwa muda, ili tushirikiane. kama kweli usiki na haya, basi utakuwa salama, ila lazima tushirikiane. Ndio, niko tayari. Okay, hivyo na mpenzi Usikia majibu ndio, ila iwe kweli. so, so. Uh, yule mzee uliekuja naye jana usiku, kwa mujibu wa vipimo vya dini inaonyesha dhahiri kwamba ni baba yako mzazi. baba yangu